Familia ya Leila Nasoro na Aziza Nasoro wameomba serikali kupitia Wizara ya Elimu iweze kuwasaidia watoto wao waweze kusoma ambao kwa sasa wameshindwa kwenda shule kutokana na kukosa michango ya shule ikiwa ni sambamba na changamoto ya upatikanaji wa vifaa vya shule kama madaftari na vingine. Leila na Aziza ni ndugu hawa baba mmoja na mama mmoja na ni wakazi wa Kwa Mfipa eneo la Simbani, Kibaha mkoani Pwani. Yeah, changamoto kubwa yeah, yeah, wanayokabiliana nayo ni tatizo la ulemavu wa macho, na ni takriban miaka miwili imepita sasa tangu Habari Wikendi ilipowatembelea familia hii ambayo muda mrefu watoto sita wamekuwa wanapitia changamoto ya uoni kwa miaka mingi tangu wakiwa na umri wa miaka kumi na minne hadi sasa. Aidha, familia hiyo imeshukuru Azam TV mara baada ya kufika nyumbani hapo na kufanya mahojiano na wamefanikiwaku kuwekwa kwenye mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF ili waweze kujikimu kimaisha. Ni mara ya pili habari wikendi imefunga safari kwa tembelea familia hii, lengo ni kuona kwa sasa wanaendeleaje na eh, imepokelewa eh, kwa bashasha na kushukuru wazamidia kwa kuwaibua hadi nao wameweza kushikwa mkono, jambo ambalo limekuwa kama ndoto kwao. Asizani ndugu, baba mmoja, mama mmoja ni wakazi wa Kwamfipa, eneo la Simbani Kibaha, mkoani Pwani. Changamoto kubwa inayowakabili ni tatizo la macho, na ni takribani miaka miwili imepita tangu habari weekend ilipowatembelea familia hii ambayo muda mrefu watoto sita wa familia moja wamekuwa wanapitia changamoto ya uono wa macho kwa miaka mingi tangu wakiwa na umri wa miaka kumi na nne hadi hivi sasa. Aidha, familia hiyo imeshukuru Azam mara baada ya kufika nyumbani na kufanya mahojiano, wamefanikiwa kuwekwa kwenye mfuko wa maendeleo ya jamii, yaani Tasafu, ili waweze kujikimu kimaisha. nasema kwamba nashukuru Mungu kwamba tangu akuja kwa mpaka sasa hivi kuna mbaya jambo hilo mba na, na na na na na na ile ada ya kila mwezi, kwa kweli, sisi maskini ambaye so sioona hatuna uwezo huo. Kwa watoto wanaogopa kwenda shule. Mama mzazi wa Leila na Aziza naye akatoa rohoni kuwa jamii bado inawanyanyapaa na wakati mwingine hupata vitisho vya kuwataka waondoke kwenye eneo lao. Kuna jirani anaotupenda hakuna mpaka wanawahi kutukabili kusema tutauza kiwanja na nyumba tukuhamisheni hapa. so, mimi natamani tena natamani niweke biashara kubwa tu, lakini nashindwa kutokana kile kipato kinakuwa kidogo, kwa sababu mimi kiasi kwamba wamenipunguza mpaka sasa hivi napokea elfu thelathini au sita. Mwanzoni kabisa yani tusema sana hapa, katikati kidogo ilikuwa ni afadhali napokea arobaini na nne basi atupate kitu biashara tunataka tuongeze tasa tu tupate tufungue na sisi msingi. Katika eneo hili la Simbani tumeyasikia maelezo yao ni mengi bado, jamii ina inashindwa kuwaelewa, wanapata unyanyapaa lakini wame, wametoa maombi yao, biashara ndogo ndogo nyenye, sasa hivi tumechukua matunda, mfano embe, korosho, mahindi, zote za msimu hizo. Ikisha kata msimu, wewe shida iko kwako pale pale. Ukija kuangalia kama sasa hivi mfano vibarua, si tunaweza kulima hivyo hivyo, sio, tunaweza ila tunaji tunajisukuma kwa sababu nini? Tupate riziki. Useme ukae tu, mama, tuko watu wangapi? Sijui sisi atatuweza. Mimi mwenyewe nyumbani kwangu pale, tuko ni tunane. wanakutana na changamoto nyingi ambazo wao kiufedha hawana uwezo wa kuweza kujikimu katika masuala mazima ya kupata vifaa vya elimu kwa watoto wao, kutokana na hali waliokuwa nayo. Hivyo wameomba serikali iweze kuliangalia upya swala hili kwa upande wao, waweze ku, kuwasaidia, kwani na wao wanahitaji kuona watoto wao wakipata elimu, ambapo baadaye Mungu akiwajalia wanaweza kufika mbali zaidi. Nikiripoti kutoka Simbani, mimi ni Mariam Songoro wa Azam.